Imeshatoa mwongozo wake na imeshatoa maelekezo. Sisi tunashukuru serikali, na nimeyasema haya kwa kurejea kwamba tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwa mwongozo wake na jitihada ambazo amezifanya tangu tukiwa katika hatua za awali. Uh, tumetoa shukrani za dhati kwa Mheshimiwa Rais wa Zanzibar ambaye alikubali tusiende kucheza katika maeneo mengine. Kwa hiyo tumecheza mechi ya nusu fainali Zanzibar. Tunashukuru serikali inafanya jitihada ya usiku na mchana kuhakikisha uwanja huu unafanyika mchezo wa tarehe 25 ambayo itakuwa ni fainali ya pili kwa nchi yetu kuweza kuihost. Kwa hiyo ni jambo kubwa. Tuliambatana na Mheshimiwa waziri na naibu waziri wa michezo, tulikuwa naye kule Afrika Kusini. Balozi alikuwepo pale na pia serikali ya Mapinduzi Zanzibar iliwakilishwa na waziri wa viwanda na biashara. Uh, tunashukuru kwamba jitihada za serikali zinatusaidia kuweza kufikia malengo ambayo tunaona kwamba yanatakiwa tuyafikie kwa sasa. Yote kwa yote haya sasa ambayo yameelezwa na serikali na ambayo ni jambo jema kwa Watanzania. Nini unazungumza na wanasimba na Watanzania wapenzi wa kabumbu kuelekea fainali hiyo? Sisi tunajiandaa kwa kuhakikisha kwamba tunapata matokeo mazuri ambayo yatamfurahisha kila mmoja, na wale wanaonuna wakinuna wawe na sababu Kambi kwa hivi sasa naamini timu imeshuka, lakini naamini hawajaenda hmm, kupumzika. Nini kinaendelea kuelekea kwenye e, harakati za mechi za ligi, lakini pamoja na fainali yenyewe ambayo ndio Tanzania wote tunaisubiri. Tuna mfululizo wa mechi nyingi za ligi, nadhani tuna mechi nne au tano kabla ya kufikia kwenda kwenye mechi hiyo, na timu inajiandaa, tulishajiandaa tangu awali na maandalizi yanaendelea kama ratiba zinavyoonyesha. Kwa hiyo hilo ni jambo kubwa, tunawashukuru Watanzania waliotuombea Uh, kwamba tumerudi salama sasa kwa ajili ya majukumu hapa nyumbani. Lakini kabla sisi sijasahau Mheshimiwa wa waziri sisi tumepata mapokezi ya kukidhi na kutosha sana na Watanzania wenzetu ambao wanaishi Afrika Kusini. Wao hawakuwa na tofauti yoyote ya kusema wao wanashabikia timu gani, lakini wao walikubali kuishabikia Tanzania. Kwa hiyo hili ni jambo la mfano wa kipekee kuonyesha kwamba michezo kitu ambacho kinaweza katuleta katika umoja. Kwa hiyo ni washukuru na kuwapongeza sana Watanzania wanaoishi Afrika Kusini. Lakini hilo tumeliona pia tulipokwenda Misri, hata tulipokwenda Libya tumekuwa nao kule, wametusaidia tumeshirikiana nao, na niseme tu kwamba ni jambo kubwa na sisi tunatakiwa tuige mfano wa kushirikiana katika michezo. Tunaweza tukataniana tukachagizana, lakini michezo haiwezi kuwa ni sababu ya kujenga uadui. Wale ambao wanaona kwamba michezo ni wadui, basi watafute jambo jingine la kufanya manake, labda waende kwenye mieleka au ngumi, ambayo pia nao wanacheza. Siamini kama wanapambana wana, wana. Kwa hiyo niseme tu kwamba michezo iendelee kuleta umoja. Tunashukuru jitihada ya serikali kuweka mazingira rafiki kwa mchezo wa mpira na michezo mingine kuchezwa, na tutaendelea kushirikiana nayo serikali. Hii ni furaha kwa watanzania wote, kama nilivyosema. Wale walionuna wawe na sababu wasinune tu. Asante sana, asante sana. Serikali imeshatoa wa mwongozo wake na imeshatoa wa maelekezo. Sisi tunashukuru serikali na nimeyasema haya kwa kurejea kwamba tunamshukuru mheshimiwa rais kwa mwongozo wake na jitihada ambazo amezifanya tangu tukiwa katika hatua za awali. Uh, tumetoa shukrani za dhati kwa Mheshimiwa Rais wa Zanzibar ambaye alikubali tusiende kucheza katika maeneo mengine. Kwahiyo tumecheza mechi ya nusu fainali Zanzibar. Tunashukuru serikali inafanya jitihada ya usiku na mchana kuhakikisha uwanja huu unafanyika mchezo wa tarehe 25, ambayo itakuwa ni fainali ya pili kwa nchi yetu kuweza kuihost. Kwa hiyo ni jambo kubwa. Tuliambatana na mheshimiwa waziri, naibu waziri wa michezo, tulikuwa naye kule Afrika Kusini, balozi alikuwepo pale, na pia serikali ya mapinduzi Zanzibar iliwakilishwa na waziri wa viwanda na biashara. Uh, tunashukuru kwamba jitihada za serikali zinatusaidia kuweza kufikia malengo ambayo tunayoona kwamba yanatakiwa tuyafikie kwa sasa. Yote kwa yote haya sasa, ambayo yameelezwa na serikali, ambayo ni jambo jema kwa Watanzania. Nini unazungumza na Wanasimba na Watanzania wapenzi wa kabumbu kuelekea fainali hiyo? Sisi tunajiandaa kuhakikisha kwamba tunapata matokeo mazuri ambayo yatamfurahisha kila mmoja, na wale wanaonuna wakinuna wawe na sababu kambi kwa hivi sasa, na namini timu imeshuka, lakini naamini hawajaenda hmm kupumzika. Nini kinaendelea kuelekea kwenye e, harakati za mechi za ligi, lakini pamoja na fainali yenyewe ambayo ndio watanzania wote tunaisubiri. Tuna mfululizo wa mechi nyingi za ligi, nadhani tuna mechi nne au tano kabla ya kufikia kwenda kwenye mechi hiyo, na timu inajiandaa, tulishajiandaa tangu awali na maandalizi yanaendelea kama ratiba zinavyoonyesha. Kwa hiyo hilo ni jambo kubwa, tunawashukuru Watanzania waliotuombea Uh, kwamba tumerudi salama sasa kwa ajili ya majukumu hapa nyumbani. Lakini kabla sijasahau Mheshimiwa waziri